Ni rasmi sasa. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamuru tarehe 19 Mei mwaka huu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema Tundu Lissu apelekwe mahakamani kwa ajili ya kesi yake, badala ya kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Uamuzi ambao jopo la mawakili wa Tundu Lissu umefurahi huku ukiomba upelelezi wa kesi hiyo kukamilika mapema. Je, nini kitajiri siku hiyo? Kwingineko ni wabunge wameshangazwa na miundombinu ya barabara kuboreshwa mara kwa mara huku mingine ikiwa imekaa muda mfupi tu baada ya kutengenezwa, wakishauri serikali kuongeza bajeti kwenye wizara ya ujenzi wakishauri serikali kuongeza bajeti kwenye wizara ya ujenzi ili barabara zitengenezwe kwenye viwango vinavyohitajika. Kimataifa, mji wa Port Sudan ni makao makuu ya serikali inayoongozwa na jeshi la Sudan na kitovu cha misaada ya kibinadamu kwa nchi hiyo, umekumbwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa siku ya tatu mfululizo. Hata hivyo, wanajeshi wa Sudan wamewalaumu waasi wa Rais Efu kwa kuhusika na mashambulizi hayo, japo kundi hilo halijakiri moja kwa moja kuhusika. Na katika michezo, baada ya sekeseke la Machi nane mwaka huu sasa ndio rasmi bodi ya ligi nchini imepanga tarehe mpya ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba ambao sasa utachezwa tarehe 15 Juni mwaka huu. Kwa hayo na mengine mengi ungana nami ana msomeno hapo baadaye.